Hii ni Matukio Online TV, karibu sana. Hivi sasa mkutano wa COP 30 unaendelea huko Brazil, mengi yanayoendelea yanagusa yale ambayo yanahusu mabadiliko ya tabia ya nchi. Tanzania ni moja kati ya washiriki wa mkutano huo, na amebeba ajenda kwa ajili ya kuleta mapinduzi ya kidunia na Tanzania kwa ujumla, ili kupambana na athari zitoka nazo mabadiliko ya tabia ya nchi. Mimi naitwa Muhamedi Ngangambe, karibu sana. COP 30 2025 Tanzania kunufaika na fedha kiasi cha hadi dola milioni 20 kutekeleza miradi kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia ya nchi. Tanzania ni miongoni mwa nchi zinazotarajia kunufaika na fedha kiasi cha hadi dola milioni 20 kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia ya nchi kupitia Mfuko wa Kukabiliana na Hasara na Uharibifu. hayo yamesemwa na mshauri wa rais katika masuala ya mazingira na mwenyekiti wa Kundi la Majadiliano la Afrika kuhusu mabadiliko ya tabianchi AGN, Dkt. Richard Muyungi alipokutana na Watanzania wanaoshiriki mkutano wa 30 wa Umoja wa Mataifa kuhusu mabadiliko ya tabianchi COP 30 unaoendelea katika jiji la Belem Brazil. Dkt. Muyungi amesema kuwa katika utekelezaji huo tayari zimetengwa fedha kiasi cha dola milioni 250 kwa mwaka ujao kwa ajili ya kufadhili miradi hiyo ambayo Tanzania ni nchi mnufaika. Mfuko wa loss and damage awamu hii tumeizindua siku tatu iliyopita, na nchi sasa zitaanza kupata fedha, sio nyingi hadi dola milioni ishirini kwa mradi mmoja, na ninatamani kwa sababu hili jambo limezinduliwa chini ya wenyekiti wetu, tuwe nchi ya kwanza kupata hizi fedha. Na nawaomba sana, hii inachohitaji, Mheshimiwa Katibu Mkuu, ofisi ya makamu wa rais, ni nyinyi kutusaidia ku-designate mtu mmoja tu, anaitwa focal point wa loss and damage fund. Akisha kuwepo na kusema kweli kwa kazi ambayo tumeifanya mwaka huu na mkuu wa hii fundi kubwa zaidi amebainisha kuwa mwaka 2025 Tanzania imeteuliwa kuwa Kituo cha Santiago ambacho kitakuwa kina ratibu msaada wa kiufundi kwa nchi zinazoathiriwa na hasara na uharibifu unaotokana na mabadiliko ya tabia ya nchi. Aidha, Dr. Muyungi ameomba Tanzania kutoka serikalini na sekta binafsi wanaoshiriki mkutano huo wenye takriban washiriki elfu sitini kusimama kama nchi na kujenga mitandao ya kuchangamkia fursa ili kuendelea kuinufaisha nchi. Kama tunavyoona katika COP 30, yapo mabanda mengi yenye wingi wa washiriki, basi akawaomba watumie fursa hiyo kutengeneza network na timu ya negotiation wafuatilie fursa za kibenki, NGOs na serikali ili wakitoka hapo watoke na faida. Vilevile, Dkt. Muyungi ametumia nafasi hiyo kuwaeleza washiriki hao kuwa wana jukumu la kuitangaza dira ya maendeleo 2025 na serikali ya Tanzania imetekeleza mambo gani ya msingi kwa wananchi na hivyo kuchangia na kuchagiza upatikanaji wa fursa zaidi kwa maendeleo endelevu. COP 30 ni mkutano wa 30 wa nchi wanachama mkataba Umoja wa Mataifa kuhusu mabadiliko tabi ya tabia nchi UNFCCC ambao unafanyika mwaka huu Belem, jimbo la Para, kaskazini mwa Brazil. Lengo kuu la mkutano huo ni kufuatilia utekelezaji wa makubaliano ya Paris, yani Paris Agreement, kujadili hatua madhubuti za kukabiliana na ongezeko la joto duniani kuweka mikakati ya kupunguza hewa ukaa, carbon emissions, kuwezesha nchi zinazoendelea kupata msaada wa kifedha na kiteknolojia. COP 30 litakuwa jukwaa muhimu kwa nchi kama Tanzania kueleza athari za mabadiliko ya tabianchi na kuomba usaidizi wa kimataifa kwa ajili ya kilimo, afya na uhifadhi wa mazingira.